Vijana wenzangu walikalamu shule nyingi hizi tulizosomea walijenga wazee wetu hao wa. keli aosi kweli, nendeni shule nyingi za msingi tulizosomea sisi walikaletu walijenga hao wazee wetu, na walijenga na maeneo mengi. Alikuwa nauliza walifanyafanyaje, walisoma, ilikuwa ni kuelewana tu

<coughs> Songela okay, anasema hawakuwa matajiri hivyo, walikuwa masikini tu, ila walikuwa wanakubaliana. Tena wakati mwingine wanasema wanataka shule, wanaweka hata majengo ya miti, wanajenga hata kwa miti, ilimradi tu shule ipatikane. Sasa changamoto hiyo kwa wazee wetu kufanya hivyo inarejewa kwetu sisi vijana, na sisi tunatakiwa lazima tuwe na kitu tunachokifanya, lazima tuwe na kitu na sisi tunachofanya, urithi tunaowaachia watoto wetu, na wenyewe wakiwa na umri wetu waja waseme, wakati huo sisi tulio wazee, waseme hiki wazee kilifanywa na wazee hawa. Nilikuwa naongea na wabunge wenzangu leo, sikuja nao, nilikuwa naongea na wabunge wangu, wabunge wenzangu Dodoma Nikamwambia nina mradi wa hosteli kila kata. Akaniambia utakuwa unapangisha shule ngapi? si utatajirika sana. unakata ngapi? Nikamwambia ishirini. shule ngapi? Nikamwambia kama ishirini na mbili. Anabolo, utatajirika sana. Nikamwambia no, sio za kupangisha, natengeneza urithi wa watoto wetu kama watoto walikuwa naenda kupanga siisigilsizaga si wapi? tukitengeneza hosteli hatupangishi tgeandwan tukitengeneza gaishomamal ni anaiendeshwa mabaso kale muntu, alafu mtoto mdogo anapomaliza darasa la saba mara moja, alafu kataka ajitegemee, unamwonea tu, unataka kumtafutia sababu. Si umri wa kujitegemea huo? Sasa kwa hatua ile ambayo nimeiona pale, tuna kila sababu ya kujivunia kwamba kwa wazo hili linaenda kukamilika na mimi nafurahia zaidi kwa sababu kizaga hii si muda mrefu sana, inaweza ikawa tato cha tano na sita, na hivi iko kwenye mlima, mlima, mlima mrefu kuliko yote hapa wilayani kwetu, kiwa kizaga pale unaiona Iramba yote tuna kila sababu ya kuwa wa, wa kwanza, fursa, wa ya kwanza kwa tutakuwa, na tukishakuwa wa kwanza tunapata fursa. Kuna wadau ambao wamejitolea kuikamilisha hostel itakayokuwa, inawezekana kama tuliweza kama tuliweza kujenga ma, ma, madarasa mengi siku zile, tunajenga sekondari kila kata, si kila kata tulijenga madarasa mengi tu. Sasa kwenye hostel ni jengo moja, tukashindwa kweli? na mimi mchango wangu kwenye hostel pale, wiki hii inayoanza Jumatatu kesho ndio tuanze. Na mifuko mingapi? kwa tunatandika tunatandika mifuko 100 ya kuanzia, ili kazi ianze. Angalia kidogo maendeleo ya hostel bweni la wasichana kwenye sekondari yetu. Lakini kati ya yale tuliyoyapangilia, moja ya jambo la msingi kabisa kabisa ambalo naanza nalo, niwapongeze sana sana, kama kata ya Ulemo umefanya kazi nzuri sana. Jengo lenu ni zuri sana. Nimeona msingi ambao umeanza na nimeambiwa kazi inaendelea, na nimeambiwa ndani ya kipindi kifupi utakuwa umeikamilisha hii. Niwapongeze sana. Na faida kubwa ya hostel itakuwa ni kwa kijiji cha Kitukutu pamoja na Ulemu, kwa sababu ndio wanafunzi wanaopata shida zaidi. Wale wakizaga pale sio sana Sababu sio mbali, lakini fikirieni anayetoka mpakani huku aende mpaka kule. Wakati wa mvua ni shida, wakati wa jua ni shida. Kwa kwa hiyo uamuzi huu mi nawapongeza sana, pongeza sana mesimamia vizuri sana lakini, kingine, nina kila sababu ya kumpongeza diwani kwa sababu kata zingine nimezunguka bado wamelala kabisa.

Kwa hiyo kwa hawa hapo wamefanya vizuri kweli kabisa kabisa kabisakabisayane bagaekakuda iweko kiogo peleereeshidanikitogu mmefanya vizuri sana, na mimi niwaambieni, mtawasaidia watoto, na kicho ndicho ambacho tunajivunia.